Maisha mlionao sio laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sio mpango wa Mwenyezi Mungu. Nawaangalia hapa vijana wenzangu wengi, nikiangalia sura zenu na sura ya Dr. Slaa, naona Dr. Slaa sura yake inaonekanika ni kijana kuliko kijana wa makitolio mwenye miaka 19, 20. Mmepigika kinoma na mmepigika kwa sababu sisi yetu inafurahia huo umaskini wenu, imewafanya muwe maskini. Ukikutana na mtu wa makitolio anaishabikia CCM muulize, ee, mwana kitolio mwenzangu usiye na akili, nani aliyekuroga? Kwa sababu CCM haina inachowasaidia, na ugumu huu wote upo kwa sababu hata siku moja hamjawahi kuwa sauti ya kuwachagua viongozi mnaowataka. Mara zote CCM watatuibia uchaguzi. Sasa sisi leo tumesema no reforms no election, kwamba ni lazima tuwe tuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi tuwe na sheria ambazo zitamfanya mtu wa mwakitolio kwa sababu katiba yetu ibara ya nane inasema katiba yetu ina, ibara ya nane inasema msingi wa mamlaka kwenye taifa hili ni wananchi, yani nyinyi ndio mnapaswa kuwa na uwezo wa kuamua nani awe mwenyekiti wenu wa kijiji, nani awe diwani wenu, nani awe mbunge wenu, nani awe rais wenu. Lakini kwa sasa hiyo hayo mamlaka nyoto mwakitolio hamna. Sasa matatizo haya ya uchaguzi kwa mara ya kwanza, maneno haya sio maneno ya Chadema. Yeyote mwenye akili timamu kwenye taifa hili alishasema kwamba ni lazima tuwe na tume huru ya uchaguzi, ni lazima tuwe na mfumo bora wa uchaguzi kwenye taifa hili, ili wananchi waweze kupata maendeleo, ili wawe na uwezo wa kuchagua viongozi wanaoweza kuwataka. Maneno haya kwa, ya, kwa mara ya kwanza yalisemwa mwaka kwa 1991 na tume ya Jaji Francis Nyalali. Alisema kama tutaingia kwenye mfumo wa vyama vingi ni lazima kuwepo na tume huru ya uchaguzi. Hii tume ya sasa iliyopo ni tume ya chama kimoja. Mwaka 98 ipo jaji anaitwa ilikuwa tume nyingine ya jaji anaitwa Robert Kisanga. Mwaka 98 naye alisema hivyo hivyo kwamba mfumo huu wa uchaguzi uliopo hata siku moja wananchi hawatakuja kuchagua kiongozi wanayemtaka. Wapo waangalizi wa uchaguzi, kila uchaguzi wanasema, huu mfumo wa uchaguzi ni uhuni. Kwa maneno mengine wanachokisema ni kwamba tume ya uchaguzi na mfumo wa uchaguzi tulio nao ni kama kuwepo na pambano la ngumi tu. Baba yako wewe anapigana na baba wa mwenzako, halafu kwenye ile pambano la ngumi ikatokea baba yako akala chemba kidevu, akala ngumi ya kidevu, baba yako afu wewe ni refarii utafanyaje? Si unaingilia baba yako amekula ngumi ya sikio unafanyaje? Anatoa damu ukiwa refarii wewe unafanyaje? unaingiliwa unaingilia. Sasa tume ya uchaguzi tulionayo ni tume ya rais, kuanzia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya taifa mpaka hawa wakurugenzi mpaka watendaji wa vijiji na kata. Sasa mtendaji wa kijiji na mtendaji wa kata wanasimamia uchaguzi kwenye levo ya kijiji na kata, unategemea utamtangaza chadema ameshinda? Mwaka elfu mbili na kumi na tatu ipo tume nyingine ya jaji Warioba, na yenyewe ikasema hawa wote nao watajieni, sio wanachadema Mwana CCM waliomba naye akasema hii tume ya uchaguzi ni tume ya kihuni, ni lazima ibadilike ili Watanzania wao wana uwezo wakimchagua mtu anayetaka awe wa kiongozi wao, tume mtangaze kuwa ni kiongozi wao, na waliomba naye wakamkatalia. Mwaka 2019 mzee Mkapa aliandika kitabu chake My Life my Purpose, na yeye kwenye kitabu chake alisema mfumo wa uchaguzi wa nchi yetu hauwaruhusu wapinzani kutendewa haki. Ndugu zangu watu wa Mwakitoryo, sio tu hawa watu na hizi tume zilizochaguliwa na CCM. Hata sasa wamejitokeza baraza la maaskofu Katoliki na lenyewe limesema kwamba huu mfumo wa uchaguzi uliopo ni lazima urekebishwe, ili Watanzania, watu wa Mwakitoryo, wawe wana haki, wawe wana uwezo wa kumchagua mtu ambaye wataamini ataweza kutetea utajiri wao wa madini walionayo, wataweza kutetea maisha yao. Baraza la maaskofu na lenyewe limesema. Wamesema Waislamu, wamesema wazee maarufu. Kuna mzee anaitwa Butiku, alikuwa ni katibu wa Mwalimu Nyerere kwa miaka mingi sana, na yeye amesema ni lazima kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Amesema mzee wa Rioba, mnamfahamu wote, wamesema kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Sasa hawa CCM kama watu wote hawa kama mapesa yote hayo waliotumia kwenye tume mbalimbali mbali mpaka viongozi wa dini wamesema kuwa kuna marekebisho ya sheria za uchaguzi sisemwa, hawataki sisemwa. Wanahitaji nani aseme ili waamini tunapaswa kuwepo na marekebisho ya sheria za uchaguzi? Si shetani sisemwa? Wanahitaji shetani aseme na wabadilishe sheria za uchaguzi kwenye taifa hili, kwa sababu kila mtu kishasema. Sasa sisi tumekuja kuwaambieni, watu wa Mwakitori, hatujaja kuomba kazi kwenu. Mimi kitaaluma ni wakili wakili wa mahakama kuu na mahakama zilizo chini yake. Ningeamua kuwa chawa, ningekaa huko nikafanya kazi zangu, nikapata na mimi hela za kuendesha maisha yangu na familia yangu, lakini mwalimu Nyerere alisema msomi wa maana ni yule anayetumia elimu yake sio tu kwa manufaa yake yeye mwenyewe, bali aitumie elimu yake kwa manufaa ya jamii yake. Sisi tumekuja mwakito ili tutimize wajibu wetu, na siku ya mwisho tusije kuchomwa moto, kwa sababu mimi naamini Mungu yupo, na siku ya mwisho nitakuja kuulizwa, wewe ulisoma, ulitumia elimu yako kwa manufaa ya nani? Mimi sitaki kufa kama ng'ombe, kwa sababu binadamu ambaye atakufa alafu watu wasimkumbuke kwa chochote, kwa kutetea haki za watu wengine, huyo binadamu hana utofauti na kuku, hana utofauti na punda. Kwa sisi tumekuja kwenu kutimiza wajibu wetu na kuwaambieni ukweli. Kwa hata nikiondoka hapa, mkasema kale kadogo kalikuja hapa kalikuwa kanajifanya kanatusema, mtajua wenyewe. Mimi nimekuja kutimiza wajibu wangu, kwa sababu ukweli ni mchungu. Ukweli ni nini? Ni mchungu. Sindano inauma, lakini ili upone ni lazima ingie mahali fulani, mlinu mwako kidonge ni kichungu mdomoni, lakini ili upone ni lazima ukimeze. Kwa niwaombe sana ndugu zangu wa Mwakitoli, iungeni mkono Chadema. Na sisi Chadema tumesema mwaka huu kama noma, wacha ikawe noma. Kama hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, msikubali uwepo uchaguzi kwenye taifa hili, kwa sababu ukiwepo huo uchaguzi CCM itawachagulieni wahuni wawe viongozi wenu, na wahuni hao maisha yenu hayatakuwa kipaumbele kwenu. Ha, kwa kipombele kwao. Mara baada ya kusema hayo, maneno yangu haya kama mjaelewa leo, naamini mkilala usiku mtayaelewa, na msipoyaelewa nyinyi, wajukuu zenu na watoto wenu watakuja kuyaelewa siku moja, na watayafanyia kazi. Mungu awabariki sana <coughs> Ugumu wa maisha mlio nao sio laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sio mpango wa Mwenyezi Mungu. Nawaangalia hapa vijana wenzangu wengi, nikiangalia sura zenu na sura ya Dokta Slaa Slaa sura yake inaonekanika ni kijana kuliko kijana wa mwakitolio mwenye miaka 19 20. Mmepigika kinoma na mmepigika kwa sababu CCM inafurahia huo umaskini wenu, imewafanya muwe maskini. Ukikutana na mtu wa mwakitolio anaishabikia CCM, muulize hey, mwanakitolio mwenzangu usiye na akili, nani aliyekuroga? Kwa sababu CCM haina inachowasaidia na Ugumu huu wote hupo kwa sababu hata siku moja hamjawahi kuwa sauti ya kuwachagua viongozi mnaowataka. Mara zote sisi hemu watatuibia uchaguzi. Sasa sisi ayema tumesema no reforms, no election, kwamba ni lazima tuwe tuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, tuwe na sheria ambazo zitamfanya mtu wa mwakitorio, sababu katiba yetu ibara ya nane inasema, katiba yetu, ibara ya nane inasema. Msingi wa mamlaka kwenye taifa hili ni wananchi, yaani nyinyi ndio mnapaswa kuwa na uwezo wa kuamua nani awe mwenyekiti wenu wa kijiji, nani awe diwani wenu, nani awe mbunge wenu, nani awe rais wenu, lakini kwa sasa hiyo hayo mamlaka nyote mwa kitorio hamna.